Haya, hii ma nao, kuna nyakati maisha yanatufikisha sehemu, tunajiuliza mimi ni nani ha? Mwaifika hapo unajiuliza wewe ni nani? Tunapoteza mwelekeo, tunajiumiza, tunanyamaza, lakini moyoni bado kitu kinatuambia siku njema ipo, hata kama sijui ni lini itafika. Katika riwaya ya Siku Njema yake ni Walibora, na Mola aendelee kuilaza roho yake mahali pema. Tunakuna, tunakutana na kijana anayeitwa Msanifu, kijana mwenye ndoto lakini pia maumivu. Anatafuta jibu la swali ambalo wengi wetu tunalo moyoni, ninatoka wapi na kwa nini maisha yangu yako hivi? Msanifu anaamini licha ya yote, ipo siku njema. Ninavyokuambia leo, haijalishi ulipotoka, muhimu ni wapi unaelekea. Kila mtu ana siku yake njema, na huanza pale anapojikubali, unapokubali kujikubali. Yes umepitia hayo yote lakini unaelekea wapi?